N ni, nilikuwa niko kule navuka, nataka nitoke upande wa pili. Waangalia, sawa, mm, si lazima waangalie huko na huko, gari gari liko kule lesi, mm. Gari lipo kule lesi. Kwa mimi nikaa navuka huko kwa kukimbia, nikaa naliangalia ile gari hapa, alikuangalia ukwala huko, likapitiza moja kwa moja. Na huko kulikuwa kuna guta Oh, guta lipopita hapa likaja likagonga lipogonga ile guta guta likadondokea huko msingeni kwao, na huko tena kwa kuna mama ambaye alikuwa guta limemlalia. Likawa limemlalia naangalia kile chakula walikopo watatu pamoja na deiva wanne gari manake, lilikuwa mbio likafika inagonga guta kwa ubavu, na kipindi hicho mataa alikuwa yanaonesha, mataa alikuwa yameruhusu upande wa upande wa kutokea huko guta lipotoka, manake ile gari kule limetoka kipindi yule yeah, na mwashia laili la njano, labda yeye ikabidi aliwahi. Sasa si tuna tafsiri yetu kwamba njano ni kupunguza mwendo, ila sisi tunaweka njano pita mbio. taai a limeruhusu njia ya kuelekea wapi? a kuelekea mji katokea huku bila kuangalia wala nikafika naunga unga mazima. Moja kwa moja. Moja hiyo kwa huyu kwa wahuku sasa, waguta mbaapeka chakula huko, kuna maukumbi mm. Anakuja kushtukia wameshakutana wote katikati. Kwa hiyo huyu wagari akafika na mgonga yule waguta ubavuni. Unaona, ah, okay. Na ndio chanzo cha ile guta kufanyaje kupinduka na watu kujeruhiwa kulikuwa na yeah. Watu wangapi pale kwenye guta? Wao walikuwa watatu wanawake wawili na dereva mmoja. Mwananchi mmoja amekaa mbele mwingine ndio kakaa nyuma huko. Ule wa nyuma ndio alipata majeruhi maana alizimia na kuzimia. Eh, ndio alizimia, umeona, lakini ule wa kule hakuzimia, lakini sema alikuwa na ule mshtuko tu wa wengine wa ajali. Ona, kwa hiyo kipindi gari lenyewe linapita, ilikuwa limesharuhusiwa umeona, ilikuwa imeruhusiwa ni gari, ndio likaja na kuanza mazima jamu, yanapita mazima tu. Kwa kaka, kupita, mm -hmm. Sababu, hii barabara kuna kuna usalama, acha tu usalama tu wa traffic, kuna usalama wa taa, kwa sababu mtu kila sekta inakwenda eneo lake, kama hii mapanda junction ya mapanda njia. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa ati sheria, kutokana na sheria zilizowekwa na serikali, umeona, ingebidi yeye, yule wa gari angesimama akasubiri mpaka atali mruhusu akawaachia watu ambao wamesharuhusiwa, ili uendelee na shughuli. Lakini yeye hakujali, afika naunga. Umeona, askari wamekuja kusimamia usalama. Umeona, wamekuja kusalimia usalama wa raia, usalama wa, wa vyombo vilivyo vilivyo. Na kwa hiyo hospitali wamepelekwa, na yule wa gari bado yupo hapa, na yeye wamemchukua wamempeleka kituoni na, wa kitu na vyombo ile gani nanyewa imepeleka kituoni na guta lile nanyewa imepeleka kituoni.